Na mzozo wa Gaza unazidi kuchukua sura mpya kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, na hii ni kutokana na kwamba zipo jitihada kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikichukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa kila siku ili kuhakikisha kwamba eneo hilo linakuwa na amani kwa mustakabali mzima wa Mashariki ya Kati. Gumzo la hivi sasa ni mpango ambao umewekwa hadharani duniani na Rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba anaungwa mkono pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mataifa mengine ya Kiislamu na ya Kiarabu, katika mpango huo wa vipengele ishirini angalia vichache kama ambavyo umeanza kuvishuhudia hapo. Kwanza inaongelewa swala la kusitishwa kwa vita hivyo mara moja, vilivyodumu kwa miaka miwili, lakini pia kuondoka kwa baadhi ya vikosi vya Israel, tutakuja kuona hapo baadaye kwa undani wake. Hamas wakawa wanatakiwa katika mpango huu kuachia huru mateka wote wa Israel waliohai na waliokufa ndani ya saa 72. Israel inatakiwa pia kuachia huru mamia ya wafungwa wa Kipalestina, lakini Hamas kwa maana ya kundi la kule uh, Palestina likitakiwa kusalimisha silaha na kutokuwa sehemu ya utawala wa Gaza. Maeneo mengine ni kwamba Wanahamas ambao watakubali kusalimisha silaha watasamehewa, na wale ambao wanataka kuondoka, kwa maana wakiridhia mpango huo, watasindikizwa ama kuongozwa kwenda kwenye nchi za uhamishoni. Watu hawatalazimishwa tena kuondoka Gaza kwa nguvu, ila tu iwe ni hiari yao wao wenyewe. Itaundwa serikali ya muda kuiongoza Gaza kwa uangalizi wa bodi ya amani, na Marekani ikabainisha kwamba yenyewe pamoja na nchi za Kiarabu wataunda kikosi cha kimataifa cha ISF chenye jukumu la usalama wa ndani wa Palestina. Mbali na hilo, vikosi vya ulinzi vya Israel ambavyo tulivitaja pale mwanzo, kwa maana IDF, vitaondoka kwa hatua na kwa muda uliowekwa. Haya ni machache kati ya mengi ambayo yanaguswa katika vipengele ishirini vinavyoongelea amani ya kule Gaza. Trump Netanyahu wakisema kwamba ni mambo ambao wameona yana msingi na wakiwa wanaungwa mkono na nchi za Kiarabu pamoja na za Kiislamu ambazo Trump walikuwa na vikao nao uh, nje ya ule mkutano wa UNGA kule uh, nchini Marekani sasa mjadala wetu katika Chekeche utajikita katika vipengele hivyo ishirini iyo, na namna ambavyo vinaenda kutengeneza hiyo amani inayotarajiwa na mustakabali wa Mashariki ya Kati. Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika Chekeche. Leo hii tunaye Ibrahim Rabi, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tutapita naye katika baadhi ya maeneo. Rabi, karibu sana um, awali tulimshuhudia Trump akitoa kwanza siku nne kwa Hamas wakubaliana na mpango, baadaye akaongeza siku mbili mpaka Jumapili, akisema kwamba wamekubaliana na mpango huo, bila hivyo wakishindwa wataishia pabaya lakini, tunaambiwa taarifa, kuna taarifa kuhusu Hamas wamesema nini juu ya mpango huu? Uh, bila shaka ni vyombo vya habari kadhaa vimeripoti vime, eh, Hamas kusema kuwa wametoa jibu chanya uh, chanya ni ile positive mm, wamekubaliana na mpango huu uh, mpango huu ambao awali ulikuwa na utata mwingi ndio. Wachambuzi wengi duniani walikuwa wanahoji aina ya vifungu mm, ilionekana kama vifungu vingi vilivyokuwa katika mpango huu vimekuwa upande wa Israeli na vikitetea sana Israeli, havikuwa na faida kubwa sana na ni mpango ambao unaweza kusema uh, waziri mkuu wakati anatoka Marekani mm, Netanyahu na kwenda Israeli alitamba nao sana, na akizungumza kwa kuongea na Waisraeli kwa mm, kwa lugha ya kihebro alijisifia kwa mpango huu akisema kuwa tumepata vikubwa, kwa sababu katika mpango huu hakuna sehemu ambayo ilikuwa imetaja IDF wataondoka lini, mm, lakini akasifia kuwa katika mpango huu hakuna kitu kinaitwa Palestina itakuwepo katika mpango, kwa hiyo alijisifia sana kwa mpango huo. Kwa hiyo baada ya majibu ya Hamas ambayo Trump ame, baada ya majibu hayo na taarifa iliyotolewa na Trump ni kuiagiza Israel sasa kuacha kushambulia Gaza na kusitisha mabomu yao. Tumeona taarifa za ndani za Israel zinamtaja mkuu wa majeshi ya Israel Al Zamir akitoa maagizo kwa vikosi vyao vilivyo Gaza kama kustop, na hii ni kutoka usiku kuwa mashambulizi yalikuwa yamepungua na hii ni kutokana na agizo la Trump, lakini upande wa pili tunaona sasa kama kuna vurugu imeanza upande wa serikali ya mrengo wa kulia Israeli, na taarifa ambayo imetaliwa kama ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, mm, haijapendezwa na amri ya Trump ya kusitisha mapigano. Wanasema, mm, kuwa kama majibu ya Hamas yalitoka, yalitakiwa wayafike kwao Israeli, wakae baraza la mawaziri mm, liyapitie lijadili, kama lenyewe litaamua usitishaji kama linakubaliana halikubaliani. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ni kama mitego inaendelea, huyu anamtega huyu anamtega huyu. Lakini nani anamtega nani? Kwa faida gani? Kila mmoja anaangalia wapi nitapata faida ya kumtega mwenzangu. Tunataka kuja tupangalie hapo, na pengine kwa faida mtazamaji, ni kwamba majibu ya Hamas uh, ma, miongoni mwa vitu ambavyo wamevigusia ni kwamba wanakubali kuachia kwa mateka wote ambao wapo kule Gaza. Kwa maana yale masharti yalikuwa yanasema wale ambao wako hai na ambao wamefariki dunia, lakini miili yao bado iko chini ya Hamas. Lakini pia wapo tayari kwa kufanya mazungumzo kwa kutumia wapatanishi ili kukubaliana namna ya kutekeleza huo mpango. Wapo tayari kuachia madaraka huko Gaza na kuyakabidhi kwa bodi huru kama ambavyo anapendekezwa na mengine ambayo wameagusa. Lakini tangu awali, Rabbi, mm, tunaona kwamba Trump alikuwa na jinasibu kwamba huu ni mpango ambao unaenda kutengeneza amani ya milele katika eneo la Gaza na Mashariki ya Kati, uh, na tukaona baadhi ya wadau wanaunga mkono, mfano uh, ofisi ya uh, katibu mkuu wa Umoja Mataifa iliunga mkono, baadhi ya mataifa ya Ulaya, uh, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo naye aliunga mkono na wengineo. Sasa, nini ambacho tunatakiwa tufahamu hapa kwamba kwa upana wake mm. kila upande unanufaikaje na mpango huu ambao umeletwa mezani? Mpango huu una utata, ukitazama yale yaliyozungumzwa ambayo baadaye baadhi ya nchi za Kiarabu na Kiislamu zilisema kuwa yalibadilishwa mm. sio yale tulikubaliana walivyokaa mezani, kwa sababu shutuma zilikuwa ni nyingi. Unajua, ukiyachukua yote yale mm. unaona kuwa Israel yanafaidika sana kwa yale yote hmm. Lakini ni kweli Israel anafaidika hata kama yakibaki hivyo yalivyo okay. Maanake ukienda kwenye vifungu, licha ya kuwa inaonekana kama kuwa IDF wataondoka, hata vifungu vya pili havitaji ni lini hmm. Ukitazama muda wa madarakani Trump ni miaka mitatu tu iliyobaki, na huu mpango wa Gaza ni mpango wa muda mrefu hmm. kuijenga Gaza, kuirudisha itachukua hmm. miaka mingi kuijenga Gaza. Sasa IDF hawatajwi lini wataondoka, lakini inaonekana kuwa kikosi cha kimataifa kitachoundwa kitakwenda haraka zaidi Palestina, Palestina, kitu ambacho ukichukua mazungumzo ya awali inaonekana kama sio kuwa kilikuwa kinakuja mwisho pale, walivyoanza kulalamika hawa upande wa pili. Nimemsikia waziri wa mambo ya nje wa Pakistani anasema kuwa sio tuliyoyazungumza haya ambayo sio ambayo wamekuja kuyasema sasa ukiona vyombo vya habari mfano gazeti la Haritz la Israel, licho kiandika leo, ni kama Trump ame reveal, amefichua sasa vile vilikuwa vimejificha ambavyo labda Netanyahu hakutaka watu wavijue, ilikuwa ni kama vifungu ambavyo vinam, vinamkinga yeye kwa siasa za ndani. Sasa tuchukue kuwa haya yote yalivyo yanamfaidisha sana Israeli. Lakini, kama yanamfaidisha Israeli yanamuumiza Netanyahu, kuna vitu viwili tofauti hapa p yani makubaliano mengi ya vifungu yataipa faida kubwa Israeli aama waziri mkuu kama, kama waziri mkuu yanamuumiza mm. kwa sababu kama yatatekelezwa yote yanaenda kufikia fainali ya kumaliza mzozo mm. Yani tumefika mwisho, hakuna tena vita. Kama hakuna vita tunarudi kujadili siasa ya ndani ya Israeli. Ni kitu ambacho Netanyahu anajiepusha nacho, ye na washirika wake wa mrengo wa kulia kuwa hawataki, hawataki siasa ya ndani kwa sababu ukisikiliza kuanzia waziri aliyefukuzwa kazi wakati ule Yoav Gallant, alikuwa waziri wa ulinzi alizungumza kuhusu shida ya Oktoba saba ambayo ilizuiliwa uchunguzi. Mkuu wa majeshi wakati huo alikuwa Herzi Halevi, wakati analazimishwa kujiuzulu, naye alizungumza hilo kuwa ni lazima uchunguzi wa Oktoba saba ufanyike. Ukimsikiliza Ronen Bar, aliyekuwa mkuu wa Shinbet, wakati analazimishwa kuondoka kwenye ofisi, naye alizungumza hilo. Sasa manake karibu wote Wanainyoshea kidole PMO, Prime Minister Office, kuwa hii inahusika. Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia wanazuia kwa namna yoyote uchunguzi wa Oktoba saba, nini kilitokea hawataki. Sasa kama tunamaliza vita Gaza, maanake si tunarudi ndani ndani. Tulikuwa tumezuia hakuna kujadili siasa kwa sababu tuko vitani. Sasa hatuna vita, tunarudi ndani kujadili siasa, ni kitu ambacho hawakitaki, hawakitaki na ndio maana wanasema kuwa Trump hakuwa na mamlaka ya kuamrisha kuwa mabomu yasirushwe Gaza. <laughs> tulikuwa tunatakiwa tujadili sisi kwanza halafu ndio tutoe taarifa, lakini Netanyahu ana wasiwasi mmoja, kuwa uamuzi wake wowote tena wa kutaka kugeuza meza utamwathiri sio. Hmm, yani, yani utamuudhi Trump wow. Lakini washirika wa magharibi wote utawakera kwa sababu, washirika wa magharibi wanaamini kabisa kuwa haya yaliyomo katika haya makubaliano na faida kubwa kwa Israeli. Hmm, kama walivyokuwa wanataka wao okay ni kweli yako hivyo, lakini yanamuumiza Netanyahu. Sasa wao kama wanataka kulinda vyote kwa pamoja, no. wayakatae kwa sababu kama unataka uilinde Israeli umlinde na Netanyahu, maanake haya hayakubaliki no. lakini kama kweli lengo lao ni kuilinda Israeli, haya makubaliano yote yataifaidisha Israel, lakini haya ni makubaliano, ni kitanzi kwa Netanyahu. Kwa maana ya nchi na ni manufaa, lakini mtu mmoja mmoja, waziri mkuu, itamuumiza netanyahu yu... na washirika mm. wake wa mrengo wa kulia kina Itamar Ben Gvir, Bazale Smotrich, ukimchukua waziri wa mambo ya nje Jidion Sari, ukimchukua waziri wa ulinzi mm. uh, Israel Katz, wote wataumia na haya mm. makubaliano mm. kwa sababu ni karibu wote wana kesi za ndani. Usisahau katikati ya mzozo huu kuna kesi iliibuka ilikuwa inaitwa Qatargate, ambayo baadhi ya wa wafuasi wa Netanyahu bado wako ndani kesi ambayo Netanyahu ametumia nguvu sana kumfuta kazi Ronen Bar kwa sababu alikuwa ameishupalia ile kesi. Ni kesi ambayo bado iko kwenye meza ya mwanasheria wa Israel Miara, ambaye naye mpaka leo amegoma kujiuzulu. Maanake kuwa Netanyahu bado kitanzi kipo. Sasa kitendo cha kusema kuwa tunakubali, bila shaka waliamini na kujua kuwa swala la Hamas kuweka silaha chini hawatokubali. Mm -hmm. na, na, na, na uh, Rabi pengine tusaidie katika uh, medani za siasa za kimataifa kwamba imekuwaje Hamas wamekubali kwa muda mfupi sana hata kama hawajasema ni vipengele vyote, lakini kutoa jibu kwamba na kuonyesha mwelekeo na kutaka kukaa mezani kwa ajili ya kujadili zaidi imetengeneza mshtuko. Imekuwaje hawa jamaa? Kulikoni? Mbona ghafla hivi? Hapana, kama unakumbuka, hapa tuliwahi kukaa mi na wewe tukajadili mwezi wa tano, mwaka jana, wakati Biden amesema, uh, amesema kuwa Hamas wamekubali hmm au agizo ambalo limetoka kwa Israel, kama unakumbuka mm. Katika lile lile agizo lile la bwana Biden ambalo alilipeleka, akasema, huu ni mpango wa amani. Hawakutoa kifungu hiki, walikibakiza kile vile vile, kuwa lazima vikosi vya IDF vitabaki mm. Kama mnakubaliana, kwa sababu hiki ndio kilikuwa kigezo kikubwa cha Hamas kwa wanasema makubaliano yoyote yatataka kwanza Israel iondoke. Kwa hivyo Israel wakakiacha kile kifungu kwa kuamini kuwa Hamas watakataa. Hamas walivyokaa, wakachungulia, wakaona kuwa mm wakati wa siasa ya ndani ya Israel ilikuwa imevurugika sana, wakaona kuwa usitishaji wowote hata wa mwezi mmoja hautomwacha salama Netanyahu kwa siasa ya ndani ya Israel hawezi kuipangua, wakakubali vilevile vile. Baada ya Israel kuona vile Netanyahu kuona kuwa Hamas wamekubali, akayakataa akasema hatukubali waka, wakaanzisha wakaivamia Rafa kipindi hicho, nakumbuka wakaingia Rafa ilikuwa mwezi wa tano. Sasa na haya yako hivyo hivyo kuwa mtego mgumu kabisa kwa resistance ilivyo, na mara kadhaa Hamas wamekariri, wanasema kuwa tutazungumza yote lakini hatutosalimisha silaha zetu, na wao wakatumia kifungu hicho chokuwa, wekeni hiki kisiondoke, hawa watakataa kwa hii point. Sasa na Hamas na wao wanaona kuwa kama hii meli inazama tuzame wote. Yani ukimchukulia Netanyahu rei alienda kwenye mkutano wa UNGA 80 alirudi Israel akiwa na pointi tatu kwa sababu alifanikisha yote. mm -hmm. Chukulia viongozi karibu wote wa dunia waliokuwa wanazungumza kwenye mkutano ule wa UNGA asilimia 80 walikuwa wanaishutumu Israeli Gaza Gaza Israel Gaza Gaza Israel. Lakini mwisho wa maamuzi Israel ilipata pointi tatu kwa sababu E3 nchi tatu tu zilirudisha snapback kwa Iran vikwazo ambapo pointi zikaenda kwa Netanyahu na alirudi kutamba ndani ya Israel. Sisi tumepata kikubwa kwa sababu Iran kawekewa vikwazo. Alafu hapo, hapo hapo akarudi na mpango huu wa Trump ambao unaonekana ulikuwa upande wa Israeli. Kwa hiyo alirudi na vitu viwili vikubwa ndani ya Israel. Dakika za mwisho yani ni kama Uh, ingekuwa mechi ya mpira, unasema ulishinda tatu bila ugenini. Sasa unacheza nyumbani kwako na mechi iko dakika ya 85, watu wako tatu tatu hmm, na wanakushambulia sasa. Ndio kinachotokea hivi sasa kuwa nafasi ya Netanyahu ni ngumu zaidi kwa haya kuliko mtu yoyote. Hamas kupoteza wanapoteza pamoja, yani kuwa tunapoteza tunapoteza, lakini usisahau kuwa mara kadhaa Hamas walisha sema wakathibitisha kuwa ikiwa kutaletwa mpango mahsusi wa fyucha ya watu wa Gaza ndiyo, na kujiamulia na kujitegemea mm, sisi hatuna shida na madaraka, tutaachia madaraka. Sasa walipokuwa na kuanguana ni baadhi ya vifungu vikiwemo, kuwa je, wapiganaji wa Hamas ni wengi, wataondoka mm, nchi watazo kwenda kuishi, wanahakikishiwa wana usalama na nani? Na ndio maana wanasema kuwa wamekuwa wakipitia baadhi ya vitu kuwa wanataka uhakikisho mm, wa usalama kutoka kwa Trump. Je, ni kweli Israeli hawezi kuwashambulia wakiwa nje pale watapoamua kuondoka mm -hmm. Au wale wataobaki kwenda kwenye nchi zingine mm -hmm. Katika hivyo vifungo ambavyo vinahitaji marekebisho mm -hmm. Na, na ule mpango ndio unasema kwamba watakaotaka kuondoka wataondoka kwa sindikizo wanapoenda eh, na popote watapokuwa wataishi salama mm -hmm. Hilo ndio wanalitaka kwa sababu wakati mm -hmm. Israeli imefanya mashambulizi kwa viongozi wa Hamas tarehe 9 mwezi Septemba kule Qatar i, mawaziri wa Israeli waliapa kuwa popote duniani watawafuata viongozi wa Hamas hata waliwatishia China, kama wanakumbuka mgogoro na China, kuwa wanahisi China viongozi wa Hamas wapo kule, wanatishia kuwa watawafuata kule mm. Kwa hiyo ilizuka sasa wanataka hawa viongozi wa Hamas kuwa, u, yani dhamana, watakapokuwa. Dhamana ya kimataifa mm. Kuwa wanaweza wakaishi kwa amani watapokuwa duniani nchi nyingine watapokuwa mm. Wameachana na hili na huu mpango, je utawahakikishia watu wa Gaza kuwa maamuzi yao yatakuwa ya kwao mm. Lakini katika hili bado Israel anafaidika, mpango mzima hauna mm. Palestina, Palestina yeah. hauna mm. <laughs> lakini ni msumari kwa Netanyahu sawa <laughs> sawa. so, so, Ibrahim Rabi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tumekaa naye hapa katika meza hii leo kwenye kujadili yanayojiri kwenye uh, medani za kimataifa na hasa mgogoro wa Gaza ambao Nadhani kwa sasa karibia mwezi sasa tunaujadili kwa hatua mbalimbali kuanzia kwenye mkutano wa baraza la, la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, tukaja tukaangalia uh, namna ambavyo baada ya baraza kilichotokea baada ya hapo, lakini awali tuliangalia ile shinikizo la mataifa mbalimbali kuitambua Palestina na sasa kinachoangaliwa ni vile vipengele ishirini ambavyo vimewekwa na Rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba wamekubaliana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kuleta amani katika eneo la Gaza ila kinachotokea hivi sasa ni uamuzi wa Hamas kuonekana mara moja na kwa uharaka kukubaliana na vipengele muhimu vinavyotengeneza uh, mkataba huo. Hii maana yake ni nini? Mimi ni Raymond Nyamwihula na ndicho ambacho tunakijadili hapa. Tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho. Asante sana na karibu tena. Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho, tuna jadili yanayojiri katika siasa na diplomasia za kimataifa, na hasa tukiweka mjadala wa Gaza ambao hivi sasa unaangaliwa ni kwa namna gani mpango mpya uliobainishwa na rais wa Marekani Donald Trump unaenda kutekelezeka katika kutengeneza amani ya kudumu katika eneo la Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake. Mimi ni Raymond Nyamwihula, tunaye hapa Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na mwanzo tumeangalia vipengele na yale ambayo Hamas wameyajibu, kwa sababu wao ndio walikuwa wanasubiri wayajibu zaidi. Sasa Uh, Rabi, pamoja na haya ambao umezungumza mwanzoni na uchambuzi ambao umeutoa, mm. Wapo wachambuzi ambao wanaamini kwamba ni swala la muda tu, kwamba pande zote mbili either Israel ama Hamas wanaweza hivi sasa wakakubaliana na haya yanayosemwa, lakini huko mbele ya safari wakaja wakakwamisha ama wakachelewesha utekelezaji wa mpango wenyewe. Wanahoja bila shaka, kwa nini huu mpango rei ni moja ya mipango au wanasema kuwa moja ya makubaliano yenye msumari mbaya serikali ya right wing kwa sababu mzozo wa Gaza au mzozo wa Palestina unaweza kusema kuwa ni mizozo mikongwe zaidi duniani. Zaidi ya miaka 77 kumekuwa na mizozo mingi ambayo imekuwa ikiamuliwa kwa kupeleka vikosi vya kimataifa kwa ajili ya kulinda mm -hmm. karibu na hapo hapo, tubaki hapo hapo Mashariki ya Kati, utaona mzozo wa Israel na, na Syria ulio wa 67 mpaka 74 ilifikia uamuzi wa kupeleka vikosi Golan ambao vilikaa toka mwaka sabini na nne mkataba wa mwaka sabini na nne, ambao Israel alikuja kuuvunja baada ya kuanguka serikali ya Bashar al Asadi. Mzozo wa Lebanon kuanzia ule wa mwaka elfu mbili na mzozo wa elfu mbili na sita ulifikia uamuzi wa kupeleka vikosi vya Umoja wa Mataifa ili kutenganisha. Sasa hapa hapa Palestina hakujawahi kuwepo na vikosi vya Umoja wa Mataifa au vikosi vyovyote kwa ajili ya kulinda ili eneo na lengo kusudi kabisa ilikuwa ni ardhi. Sasa uamuzi wa Trump unapoenda kwenda kinyume na uzayuni kiasi kuwa, kama utapeleka vikosi vya kimataifa pale, maanake kuwa unafuta ndoto ya right swing ya kuchukua eneo. Inawezekana huu mpango tunavyouona unaweza uka stop yani, ukavurugwa mapema sana na usitokee kabisa huu mpango kwa kwa meze meze kaulio, wanasema, tunakubali, tunakubali. Eti tunakubali tunakubali kwa sababu hiki kilichopo katika haya makubaliano haya ni makubaliano ya utashi mm. Sio ya kisheria mm. Huu ni uamuzi uliotoka kwenye ofisi ya Trump na mapenzi yake yeye kuamua kwa sababu mpango halisi uliokuwa unaenda kutoa suluhu ya Palestina na Israeli ni mpango ambao ulikuwa unaratibiwa na Umoja wa Mataifa mm. Ambapo ukiangalia mkutano wa UNGA 79 uliopita mwaka jana Ufaransa na Saudi Arabia walipewa jukumu hilo kuhakikisha kuwa wanaleta mchakato kamili. Sasa mkutano wa UNGA 80 tukaona nchi kumi takriban zimetambua Palestina. Hawa walikuwa kwenye njia sahihi, na huu ni mpango wa kisheria ambao ndio ulikuwa unaenda kutoa suluhu halisi, ambao ulikuwa Australia, Canada, Uingereza, Ufaransa mm, Ureno, baadhi ya nchi Luksambogo, Hispania ambao mwaka jana walitambua. Hizi ni nchi kumi ambazo zilitambua mara hii. Sasa hii njia ilikuwa ni njia sahihi ya kwenda kupata ile Trump na washirika wenzake tuseme kuwa labda wazayuni wakaona kuwa tufunike hili yaani tu, tuwapoteze maboya. Unaweza kusema kuwa kama watapita hapa watatimiza lengo, tuwalete huku kwenye mpango ambao kuwa utafuta hili leo hii. Wanatoka kwenye mkutano wa kisheria wa Umoja wa Mataifa ambao ni mkutano halisi wa kisheria ambapo kuwa maamuzi yake ni ya kisheria, tunaenda kuchukua azimio la utashi kwenye ofisi mpango wa kando wa Trump ambao ndio umepigiwa chapuo kweli kweli, kuwa huu ndio ndio halisi halisi. Tukaenda kuondoka kwenye mpango halisi kabisa ambao ndio ulikuwa unatoa suluhu mm -hmm. lengo ni kuua huu ili tupite huku. Sasa huu ambao hauna ulinzi wowote wa, wa kisheria una mawili tu mm -hmm. utekelezwe, uvunjwe, kwa sababu Israeli ana rekodi ya kuvunja makubaliano ya kisheria ikiwemo hayo hayo maazimio ya Umoja wa Mataifa mwaka jana mwezi Januari mahakama ya ICJ ilitoa hukumu juu ya ukaliaji wa West Bank. Ikatoa miezi 12 kwa Israel au yameondoka West Bank Israel. Mwezi mmoja uliopita Netanyahu anaidhinisha mpango wa e wa ujenzi mpya wa makazi ya walowezi mm, elfu nne mia tatu West Bank, ambayo lengo hasa la ujenzi huu ni kuitenganisha Jerusalem mashariki pamoja na West Bank, yaani tunataka tukate kabisa. Kuwa ukienda kwenye Oslo Accord ya 1993, inataja kuwa taifa lijalo la wa Palestina na hata ukirudi kwenye hizi nchi ambazo zinatambua Palestina zote zinaunga mkono kuwa Palestina itaundwa kupitia mkataba wa mwaka 1967, makubaliano yaani, kwenye mipaka ya mwaka 1967. Ukienda kwenye mipaka ya 1967, unarudi Jerusalem mashariki kuwa ni mji mkuu wa huku. Sasa hawa wanaanzisha mpango wa E1 wa kufuta Jerusalem kuwa isiwe West Bank. Yani, Jerusalem itaungana, Jerusalem mashariki na magharibi itakuwa ni eneo la Israeli, mpango huu ambao unaona upande wa pili hawachukui hatua mm. Sasa mpango huu wa wakuta, kutambua huku ndio ulikuwa unarudisha hiki cha Jerusalem. Sasa tunafuta huu tunaleta mpango fake kufunika hili, ndio huu mpango fake. mpango huu fake alafu ndani yake una mitego mitego ambayo yoyote atakai vi, atakai kaa vibaya atanaswa <laughs> ni mpango ambao umemnasa Hamas mwanzo na hivi sasa unaelekea kumnasa Netanyahu Mutanyahu. sasa yuko tayari kukwepa kwa namna gani huu mtego kuwa. Manake kwa sasa hivi ukiangalia Trump ilipoelekea imeelekea kwa Netanyahu tu umetoka kwenye Hamas. Manake kama Hamas wameruka ule mtego, sasa mtego wamempelekea Netanyahu. Kuwa. Ukikubali umekwenda. Je, Netanyahu aukate <laughs> arudi ili ashutumiwe kimataifa kuwa wewe ndio umekiuka, au Netanyahu atafute sababu kwenye vifungo ambavyo Hamas wanasema hivi rekebisho wasema hawa hawana nia yoyote ya kufikia makubaliano, sisi tunarudi kwenye vita, mnaanza upya. Sasa katika mazingira kama hayo Rabi, Um mpango ambao una, una kinga ya kisheria unaonekana uh, haupewi au pigi chapo kama huu ambao umekuja kwa utashi, utashi. Tunaelekea kule kwenye yanayotafutwa ya watu kupata tuzo kupata sifa zaidi kwenye dunia bila kupata mipango ambayo iko kihalali chini ya Umoja wa Mataifa. Kabla hata hajauleta huu mpango kwenye meza, kwanza alianza kuzungumza kuhusu tuzo, kuwa nimesha suluhisha vita saba duniani, lakini tuzo ya amani si pewi ya Nobel. Trump huyo, Trump huyo Baadaye akasema hata haijalishi watanipa au hawanipi, lakini mikazi yangu kuona watu duniani wana amani. Ana miaka mitatu tu iliyobaki na hizi krediti anazozitaka za nguvu ni kati ya Urusi, Ukraine eh, Gaza eh, Palestina, Hamas hmm. Hapa ndio anapoamini kuwa kuna pointi nyingi zaidi za kumpa si, tuzo ya si kule bado ni mbali, kwa sababu watu hawazungumzi sana hapa, ndio wanapopazungumza kwa sababu kule amepamaliza, ameenda India akasema, alienda akasema ya, ya, anasema alienda Colombia mpaka akachanganya akasema, mimi nimemaliza mgogoro kati ya Albania na Armenia, baadaye kati ya Azerbaijan na Armenia akasema Albania na Armenia, ni nchi yani, mpaka akachanganya, kuwa mgogoro gani hajui amemaliza. Kwa hiyo, ni katika migogoro ambayo anataja yeye kuwa anastahili kupewa tuzo ya amani ya Nobel. Lakini huu mpango unajua, Trump sio mjuzi wa siasa sana. Hata yeye ukichukua huu mpango mfano hivi vifungu kiuhalisia viliandaliwa Israeli na walioandaa ni washirika wa Israeli. Unakumbuka tulikaa hapa tukazungumza mwezi mmoja uliopita, mkutano uliomkutanisha Blair, ukawakutanisha Steve Witkoff, mm. Ukamkutanisha Trump mwenyewe mwenye, ukamkutanisha Jared Kushner mm. Tuliujadili hapa mm. Ule ndio ulikuwa mpango huu ulioletwa kwa mm. sababu katika watu wanaotajwa kuwa watakuwa ni baadhi ya magavana ambao watai, watakuwa wapo Gaza mm, ni Blair, mm, Tony Blair, yes, anatajwa mm, kuwa hawa walikuwepo kwenye huo mpango mm. Kwa hiyo utaona kuwa huu mpango uliandaliwa zaidi na Israeli, sio upande wa pili, lakini hawa waliuandaa kwa lengo la kuifaidisha Israeli. Wakasahau kabisa wakati mnaifaidisha Israeli mnatakiwa mtembee na kinga ya Netanyahu. Sasa matokeo yake wakawa wanaenda kuipa Israeli, wanaipa Israeli. Wanaipa Israeli. Wakasahau kuwa kuna Israeli alafu kuna Netanyahu <laughs> Sasa matokeo yake kuwa Israeli inapata Netanyahu anapoteza, lakini sasa pia inageuka, <laughs> inageuka. Netanyahu mwisho anaona kuwa kweli nchi yangu itafaidika mm. na sisi tutafaidika, lakini mi naenda kuisha mm. yani mi naenda kufika mwisho. Sasa yuko tayari kuipa nchi yake ajitoe, kafara kama walivyofanya Hamas kuwa wameamua kusakrifaisi mambo yao ili watoe kwa ajili ya nchi yao mm. au kwa ajili ya mustakbali wao. Je, Netanyahu yuko tayari kufata hilo, au ataamua kuwa ni bora nchi ipoteze mm. halafu mimi nipate kikubwa. Hicho ndo kinachosalia kuona. Nakushukuru sana kwa uchambuzi wako, kushiriki mjadala huu. Najua bado ni mambo mengi Kwe. lakini ambacho naweza kuwambia mtazamaji anatufuatia katika mjadala huu ni kwamba kwa, mba, kwa mujibu wa uchambuzi ambao tumefanya hapa, inaonekana kwamba mitego ni mingi kuliko uhalisia zaidi wa kutatua mgogoro wa Gaza. Tusubiri tuone nini ambacho pengine kitaendelea kujadiliwa na kukubaliwa katika vipengele hivyo ishirini ambavyo vimeletwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mimi ni Raymond Nyamwihula, asante sana kwa kuwa nasi, endelea kutufuatilia katika kipindi cha Chekeche, ambapo ni jukwaa la kujadili siasa na diplomasia za kimataifa.